Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa na kushukuru wewe uliokwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qur'ani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna maneno mazito ambayo yakisomwa kwa moyo wa ikhlasi yanaweza kuwa ngao ya maisha yako. Dua hii imebeba siri ya Quran na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila anayesoma kwa yakini kumulinda Allah kutokana na shari za maadui, uchawi na hila za masheitani. Kwa hivyo hebu tusome kwa pamoja dua hii, kisha nikueleze faida zake na namna ya kuitumia dua hii. Ndugu yangu katika imani, dua yenye nguvu, ulinzi dhidi ya uchawi na mashetani na uadui, ni dua hii hapa. Kwa hiyo dua hii eh, kama unavyoona ipo kwa maandishi ya Kiarabu. Kwa hivyo nitasoma hapa kidogo dua hii, uwe ukinisikiliza, halafu nitakuambia faida yake na namna ya kuweza kuisoma. Sawa, kama mnavyoona, utaanza kusema: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika min sharri al-a'da wa min sharri as-sihri walhasadi wa min sharri ash shayatin

min kuli shari yuriduhu bi khalquk wajaalni fi himaka kaddami wafi wikayatika allati la tukhraq wala tukhlab. Ndugu yangu Muislamu, kama ulivyosikia dua hiyo, ipo kwa maandishi ya Kiarabu, lakini kama hautoweza ee, basi Eh, ni, ni, ni, nitafute whatsapp nikutengenezee ya Kiswahili, yani uyasome kwa mfumo wa Kiswahili pia nikupe na maana ya dua hiyo. Kwa hivyo, bila kupoteza muda, nikufahamishe faida ya dua hii. Kwanza eh, moja, dua hii inakukinga na uchawi na hasadi na maadui wanaokupangia hila. Mbili ina E, mbili ina nguvu ya kisaikolojia yaani, hukuimarisha moyo, inakuondoa hofu na huzuni. Lakini faida nyingine ya tatu e, inakuvuta karibu na Allah, kwa sababu unasimama moja kwa moja kumuomba yeye kwa majina yake mazuri. Kwa hivyo e, faida yake, faida nyingine ya nne kwamba e, pia inakuwa ni ulinzi wa kila siku. Eh, ukisoma kwa ratiba asubuhi na jioni inakuwa kama kuta zinazokuzunguka, yaani ukisoma asubuhi na jioni zinakuwa kama kuta zinazokuzunguka ambazo zinakurinda, hakuna hasadi wala uchawi ambao wanaweza kwa kupata. Lakini faida ya tano, eh, dua hii eh, dua hii inamfanya adui ashindwe na hila zake zimrejee mwenyewe bila wewe kupambana naye. Kenu napokuwa unaisoma dua hii e, basi dua hii inamfanya adui ashindwe na hila zake zimrejee mwenyewe bila wewe kupambana naye. Ndo faida ya dua hii ndugu zangu. Lakini jinsi ya kuweza kuitumia dua hii kwanza, ni kuchagua wakati bora Yani wakati bora ni wakati ule wa asubuhi baada ya alfajiri, na jioni baada ya magharibi, yaani isha. Kwa hivyo uta, utafanya taratibu huu e, moja, hakikisha unakuwa na udhu, ukiwa ukipata nafasi ya kuwa e, peke yako, ufanye ukiwa katika hali ya utulivu. Lakini mbili, e, usome bismilahi kwa dhati kwa nasoma dua hii kuwa Allah ndiye atakayenijibu. Lakini, e, lakini pia e, rudia dua hii mara tatu kwa utulivu. Yani, dua hii isome mara tatu katika nyakati hizo. Yani asubuhi unasoma mara tatu, jioni unasoma mara tatu kwa utulivu. Lakini mwisho kabisa tiga paji la uso na kifua chako ukisema, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kwa hivyo pia, wakati matatizo mazito, wakati unapokuwa na matatizo mazito, soma mara nyingi zaidi ya mara saba au mara kumi na moja. Ndugu yangu katika imani, unapojisikia kushambuliwa na hila, isome hapo hapo kwa imani. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakuondoshea na hasadi vijicho na maadui zako hawatopambana na wewe tena. Ndugu yangu wa Teremani, ikiwa video hii imekusaidia basi unaweza ukaishia kwa watu wengine nao pia wakaweza kujifunza, ili Allah Subhanahu wa Taala aweze kuwakinga dhidi ya maadui insha Allah. Wa ilahuna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.